Naswa naika kanisani umeamka asubuhi na, na ukasema leo, nitakwenda kwa watu, nitakwenda kusemea na Bwana, lazima leo upite na kwangu, lazima kwa niliguse, lakini ufikia mahali hapo mwenyamala, umepita shida yako, umepita umaskini. Mungu aoni, Mungu anasubiri kimo chako na wamepanga kukufukuzwa, wamepanga kukushusha chawa, lakini unalijua hilo aukai kupika kila siku, makaio kila siku mbaya moja siku moja mdogo wangu akaniambia kwamba ilikuwa ni usiku sana